Hii ni hatari sana, unajua. Nahimiza watu, nahimiza na watu wawe wabunifu, lakini kuwa makini sana unapokuwa mbunifu, unaona eh, eh, angalia. vitu kama hivi unaelewa eh, eh, lakini kuna watu ambao wanaunda, unaona, angalia chikitu jamaa anaunda, anajaribu kuunda kitu ambacho kikiboreshwa vizuri. Unajua shida yetu ni kwamba tunatengeneza vitu lakini maboresho yake yanakuwa sio mazuri. Tatizo la kuja kwenye finishing, masuala ya rangi na muonekano. Pia huyu naye amejitahidi, lakini ingekuwa ni mchina ametengeza hapo, angetengeneza namna ya kutoa hizo bearing. Naelewa kwa sababu bearing zinaisha, so watu wanajitahidi kutengeneza, lakini hawazingatii physics hawazingatii vitu e. kuna muda mwingine kusoma pia kunasaidia, so nadhani tungejifunza kutoka kwao. Jamaa anatengeneza vizuri sana, hichi kitu kikiboreshwa kinaweza kikauza sana kwenye soko, kama vile ambavyo mimi nataka bidhaa zetu tuziuze, lakini kitakuja kuleta shida pale ambapo kitashindwa eh, kitashindwa kutengenezeka au kitakuja kuleta matatizo, kitatakiwa kufanyiwa ripea. So vitu kama hivyo, lakini kama unaweza kutengeneza hii hapa. Mimi huwa kila siku natoa zawadi, tumetenga milioni ishirini na taiganya ganya, kila siku nitatangaza zawadi kwa wale ambao watakuwa wanaweza kutengeneza kitu ambacho tutakitangaza, atakaeweza kutengeneza hichi kitu vizuri kama nitakavyoonyesha hapo mbele, nitampa zawadi ya laki mbili. Tag mafundi na kitu ninachokitaka kiwe kama hichi, tuweze kukompiti kwenye masoko ya dunia. So tag mafundi wai haraka, chukua pesa yako ondoka.